wa kudhalilisha utu wa viongozi na wanachama wa Chadema na baada ya, ya kuwaonyesha baadhi ya matukio haya, taeleza hatua za ziada sasa ambazo chama tuta, tuna, tutachukua. Kwa katika hatua hii niwapitishe katika baadhi ya ushahidi. Huyu bwana anaitwa Ali, Ali Omar. Huyu ni mwanachama wetu alikamatwa na hayupo kwenye taarifa ya polisi. Kwa ni ushahidi kwamba anakamatwa, anapelekwa, anaingizwa kwenye gari la polisi, naweza kuweka post. Huyu ni Ali Omar Juma, ni mwanachama wa Kigamboni, alikamatiwa nje ya geti la Kisutu kama ambavyo mnaona mulilo anasema wa kukamatwa, alipokamatwa aliingizwa kwenye gari la polisi wakazunguka naye wakamkamata muda wote huo wakampiga, na hatimaye wakaenda kumwacha Temeke, karibu na stendi ya Sudani. Katika taarifa ya polisi jina la Ali Omar halipo na alikamatwa. Unaweza kuendelea. <tipos> <tipos> Uh, katika namna ukaona uh, uh, chini mtu anawekwa nguvuni hapo Mwandishi uh, wa Global TV anasimulia uh, mamlaka hizo. Hapa ni mbele ya kituo uh, katika namna ambayo amewekwa um, nguvuni. Uh, unaweza uka, huyu e... dada unamuona huyu? Eh uh, naomba pause kidogo. Rudisha nyuma kidogo kama unaweza kurudisha nyuma. Kidogo tu. Sawa. Naona uh, uh, askari huyu analeta nguo nam, kwenda kumfunika. Ni Elizabeth aliyevuliwa nguo na askari uh, polisi. Unaweza uka, hapa e... chini wanamzunguka wanamvua nguo. Wanamvua nguo zake hapa. Huyu ni Elizabeth Mambosho ambaye alipokamatwa, endelea. Yeah, hawa ni askari uh, na hapa uh, mbele ya uh, kituo wana, cha Kisutu wanatoa sa wanatoa sare ile ambayo wame wame wame wanavua sare yake sa wanamwacha uchi. Na itikadi za chama cha demokrasia na maendeleo cha uh, Chadema ni matukio ambayo uh, si yenye kuleta taswira nzuri. Mwandishi anasimulia. <tos> <tos> <tos> Sasa huyu Eliza, hii ni sehemu ndogo ambayo mwandishi alifanikiwa kuipata. Huyu ndio ambaye alilazwa chini akapigwa sana akakanyaga kanyaga sana, baadaye watu wawili wakaenda kumsaidia, Noeli Joakim ambaye utakuja kumwona baadaye, pamoja na Upendo. Upendo alisimulia kwa kirefu sana hapa namna alivyotaka kumsitiri Eliza na namna na yeye alivyopigwa kweli kweli, na baadaye nitawaeleza, Upendo alipelekwa wa wapi na nini nini kitokea katika hatua baadaye. Kwa hiyo ni ushahidi kwamba Elizabeth Mambosho alikamatwa mbele ya mahakama ya Kisutu, tofauti na kamanda wa ya polisi anaposema. Sasa hapa wameingizwa kwenye gari la polisi. Naomba naomba uendelee kucheza na wanachama wengine ambao ya tawatajia orodha ya majina, wako ndani ya gari la polisi Mamboshe alishikiliwa hapa, yuko ndani ya jeshi la polisi. Hii nguo ndio aliyopelekewa kumstiri baada ya kuvuliwa nguo zake, uzalilishaji wa hali ya juu baada ya kukamatwa. Yachie kidogo sasa, Elizabeth katika gari hii aliyokuwepo Eliza na wengine waliokamatwa. Eliza yeye alitueleza na alikuwepo hapa siku chache zilizopita. alizungushwa na hatimaye akaachwa eneo la Aga Khan. baada ya kuwa wametembezwa maeneo mbalimbali walipelekwa Tazara, pelekwa Stakishari, Vingunguti, Kilwa Road, Kurasini, Central Police, chuo cha IFM, alafu akaja kutupwa akaachwa Aga Khan baada ya kuwa wamekushapigwa, baada ya kuwa wameshadhalilishwa tofauti kabisa na kauli ya kamanda Muliro inayosema kwamba hawakukamatwa hawakupigwa. ha ha ha ha. Na huyu naye hakuwekwa kwenye taarifa iliyotajwa na jeshi la polisi. Achia kidogo sasa, ha. yeah. Hapa oh, oh, naomba pause hapa. Tunamuona Mwaifaya, yaachie kidogo na tunamuona pambalo hapa. Toa Mwaifaya na pambalo, katika taarifa ya jeshi la polisi ya viongozi kukamatwa hawajamtaja pambalo yoni, pambalo mkurugenzi wetu wa, wa wa wa organization mafunzo na uchaguzi, hawakumtaja. Twaa Mwaipaya hawakuwataja viongozi hao hawa wengine wote walioko kwenye gari ambao ni sehemu ya orodha ya viongozi 25 tutakao watajia. Hili ni kundi hili ndio kundi ambalo Pambalu, kwa sababu yupo hapa leo, amefanikiwa kufika tulipofanya mtana waandishi wa habari tarehe tare 25, wa kuweza kufika kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya, lakini leo angalau ameweza kurikava. Amevunjwa mguu atatoa na, atampa nafasi na yeye baadaye kidogo atasimulia nini kilitokea baada ya hapa. Lakini huu ni ushahidi wa moja kwa moja kwamba polisi waliwakamata na kundi hili, lakini napambalo ambalo vilevile alikuwepo mwenyekiti wetu wa kanda ya Serengeti Mheshimiwa Ngoto ambaye naye alivunjwa mguu, vunjwa mkono na maeneo mengine, na alisimulia hapa. Kundi hili ndilo ambalo lilikwenda kutupwa pori la pande Bagamoyo, baada ya kupigwa na kuteswa kama ambavyo pambano watakuja kueleza baadaye kwa sababu yeye alikuwepo kwenye eneo lenyewe. Kwa hiyo huu ni ushahidi wa moja kwa moja, na hii ni video imepigwa na Globo mbele ya eneo la mahakama kwamba walikamatwa. Na wote wako wote ha endelea eh, wakionekana baadhi yawa ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hapo wamevaa sare zao hizo, uh, ambazo wame Uh, wamezivaa wame, uh, lakini kama ambavyo pia unaweza ukaona, uh, mambo kini pia kusaga TV ambao bao umepata nafasi ya kuona uh, okay, hiyo ni channel nyingine nayo kusaga sasa. Naomba rudisha nyuma kidogo kidogo, tuone tukiona, uh, mahakama hii uh, ya Kisutu, ambapo kama ambavyo umepata nafasi ya kuona uh, wapo ambao hapo wakati hawa wanaondolewa kuna tukio lingine muhimu sana. Kama nilivyodokeza awali, wakati Eliza anapigwa chini, Noeli ambaye alisimulia kwa kirefu alipokwenda kumsaidia na baadaye akapigwa rungu la kichwa, kuna picha inayosambaa inamwonyesha Noeli akivuja damu, amekaa kwenye kiti baada ya kupigwa kupigwa rungu, na yuko eneo la kituo cha polisi na ndio Noeli huyo huyo Noeli Joachim Hema ambaye polisi walisakizia mbwa akamng'ata, kwa amevunjwa mguu, amepigwa rungu kichwani, ameng'atishwa na mbwa maeneo mbalimbali ya mwili. Sasa ukiachia hiyo video, naomba uachie. Unamuona Noeli huyo hapa amelala chini baada ya kuwa amepigwa rungu kichwani, ameshang'atwa na mbwa, yuko hapo chini, polisi wamemwacha kwa muda wakati huo kuna watu wetu wanashinikiza kwamba wako pembeni, wanasema apelekwe hospitali na kadhalika. Naomba uachie, huyu ndo Noeli. Huyu naye kwenye taarifa ya jeshi la polisi hajatajwa kabisa, hmm, pamoja na kupigwa rungu kung'atwa na mbwa wa polisi na kadhalika. Naomba uachie tu, Noeli bado yuko hapo chini huyu ndio aliyepigwa rungu kichwani, alivunjwa mguu, anaachwa na mbwa wa polisi. Polisi wamemwacha tu hapo. Huyu baada ya kupigwa alizimia. Naomba weke pause sasa. Baada ya vuta ni kuvute na inter inter intervention ikiwemo ya wakili Matata kuhusu kupelekwa hospitali na kadhalika, Noeli Hema akaingizwa kwenye gari hii ya polisi ushahidi mwingine kuwa alichukuliwa na polisi, na kiongozi wetu wa wazee kanda ya Pwani anaonekana hapa, Haule yuko hapa juu. Yeye alisema haiwezekani mtu yuko kwenye hali ya namna hii abebwe na polisi bila kuwepo mtu mwingine, kwa yeye kimsingi, alijitolea kuingia kwenye gari la polisi, wakati Noeli anabebwa na polisi kupelekwa hospitali na polisi wakambeba wakampeleka wakampeleka hospitali ya Mnazi Mmoja, wakambwaga pale wakaondoka, kwa jukumu la kumhudumia na majukumu mengine yakafanya na viongozi wetu waliokwenda. Lakini polisi ambao ndo walimkamata, ndio walimpiga, walimtuma mbwa wa mng'ate, piga rungu kichwani, vunja mguu, hawakufanya chochote, na hata kwenye taarifa za polisi halikuingizwa jina lake na Jumanne Mulilo anatoa taarifa ya uongo kwamba hakuna mtu aliyepigwa, hakuna mtu aliyeumizwa, na ushahidi huko wa mtu ameanguka, ushahidi mtu, mtu ameingizwa kwenye gari la polisi na amepelekwa hospitali. Naomba uachie huyo hapo. Noeli huy amebebwa, Noeli Joachim Hema anapelekwa hospitali hapa ya mnazi mla, ya mmoja mm-hmm. Hili ni tukio, tukio la Heche kukamata kama mwenyekiti bara. Mheshimiwa Heche yuko hapa chini baada ya kusukumwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi ambao linasema kwamba viongozi hawakupigwa, hawakuwa hawakuwa haras, kila kitu kilikuwa sawa tu katika ukamato kwao, na wanasema ni yeye peke yake Heche na mimi tu ndio peke yake tulikamatwa, kitu ambacho ni cha uongo kabisa. Huyaf, naomba weka pozi. Hiki ni chombo cha habari, kimeripoti habari yakamatwa nje ya viunga vya mahakama. Huyu mtu hapa, sura yake hapa haionekani, ni mwanachama wa Chadema, lakini utakuja kumwona baadaye katika kundi la viongozi na wanachama waliopigwa na kutupwa kwenye pori la Pande, Bagamoyo. Utakuja kuona hii nguo aliyoivaa kama ushahidi wa kwamba hapa alikamatwa na polisi, na baadaye unakuja kuona tukio sasa akiwa kwenye msitu wa Pande, Bagamoyo. Unaweza kuachia, yuko ndani ya gari ya polisi, amekamatwa, polisi wanaondoka naye. Baadaye anakusanywa yeye na uh, wengine huko. Sawa sasa unaweza unaweza kuachia. Hii ni video ya simulizi la mwandishi wa habari uh, Grace Kayuni juu ya watu ambao waliomkuta kamatwa pia waliopata madhila haya. Tuna mwandishi mwenzetu anayefahamika kwa jina la Grace, naye ya asubuhi alipata bilinge bilinge za hapa na pale, alikamatwa na jeshi la polisi, wakiwa wanachama wengine wa Chadema. Grace, pole sana. Asante, nashukuru. Yaani, ya, ya, ya, ya, ya, yaani acha tu, sasa hivi sina akili kabisa. eh, kabla hatujazungumza sana, tupitishe kidogo nini ambacho kimekupata asubuhi mpaka walikukamata, na anaelezwa kwamba wamekupiga. Kifupi, kweli jeshi linatakiwa lilinde li, li, usalama wa raia, ukizingatia leo wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, uh, wengi sana wangeweza kujitokeza katika mahakama hii ya kimkazi Kisutu kwa ajili ya m, kiongozi wao mwenyekiti wa chama hicho sasa uh, uh, baada ya <coughs> mimi kufika hapa nilikuja katika kwenye majukumu yangu kikazi, basi kuja hapa nimefika mwenyewe, wakaniuliza unakuja hapa kwa maana gani? Nikamwambia una mwanishi, mwanishi, mwanishi, nacho, basi, nikaonesha, kitambulisho ndio nacho kitambulisho. Baada ya kuonesha kitambulisho, wakaniambia sawa, wameniambia sawa pale nilipo wamenitogea mbele kidogo, kuna mwingine wameenda mo kumshirikisha, dakika chache tu, yani hapo hapo tu hapo hapo tu yani yani, au sasa kwa dakika yani hapo hapo, kwa sababu ni hapo kwa distance ni hapo hapo. Wakaja lazima wakanibeba, wakanichukua yani mkuku mkuku, nikaambia sasa, mbona mnanibeba yule yule mwalimu. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa basi wakanibeba vile wamenishikilia hivi, wakanipeleka mpaka ndani kule. Nikaenda nikakuta mwenzangu mmoja, sio mwandishi, lakini raia alikuwa mwanafunzi, ndani ndani ya gari, ndani ya mahakama. Ndio wametukalisha ni ndani ya mahakama, lakini kulikuwa kuna gari yao ya polisi iko pale, wakatukalisha chini, yani nje ya gari, chini. Basi kaenda hapo, basi tukakaa. Sasa mimi wakati nakuja kama ambavyo tulikuwa tunawasiliana na, na, na, na, na ninyi kama unakumbuka ehe, kwamba tumefika tumefika wapi? Kwa hiyo nyinyi mko mnajua mimi niko ndani. Baada ya hapo mama walininyang'anya kabisa na simu. Sasa kidogo nikaona wenzangu nje ya fence wakati niko pale nimekaa chini. Niona wenzangu wako pale nje ya fence nikawa nawapa ishara wajue nilipo ehe. Kwa sababu wangenitafuta sipokei simu sifanye nini? Lazima tu wangepata nini na mashaka. Na ndicho ambacho kilitokea. Umeona? Walikuwa wanatafuta kumbe wanione. Kwa hiyo nilipoona nikaonyeshea ishara. Eh, asali alivyoniona vile. Kwa nini unawaita? Alininyanyua. Alinipiga mtama akanipiga ngumi nguvu kama tatu hivi, akanichania na nguo. Umeona? Eh, basi, baada ya hapo, kumbe aka naongea ongea pale. Basi muda unavyozidi kwenda, naona wengine wanaletwa, wengine wamechanua nguo, wengi sana wamechanua nguo. Kwa kweli sijajua <muchilu> e, yeah. Eh, yule sasa sijui alikuwa amevua mwenyewe ama sijui, kwa kweli, kwa sababu nilikuwa nimezibwa ni, ni, na gari, sikumuona wakati anakuja. Kwa hiyo nimemuona hivyo hana nguo. Ila mwingine kuna mama alikuja ni mtu mzima, yeye yeah, alichaniwa. Yaani walikuwa wanamchania kama ambavyo walikuwa wamechania. Sema mimi sasa sikuwa mbishi, sikuwa nini? Yaani mimi nilikuwa tunawaacha wenyewe wafanye hivi. Kwa hiyo nikawa nimenyamaza tu. Ndio maana nafikiri hata akunichania sana. Kwaona baada ya pale kuna gari ikaja, katuingiza ndani hapo, wakawa wanataka kutupeleka sel. Eh, wamesii sasa wenyewe wakawa wanawasiliana wenyewe kwa wenyewe. Sasa sijui ni vitovu, magusu zimejaa, ama ni nini sijui. Kwa hiyo wakawa natuzungusha kwenye baadhi ya magusi, kimezunguka sana, Temeke si wapi huko, sentro kwenyewe tumeenda hivyo. Hapana, tunabaki momo, ni nyuma iko wazi, lakini wakawa nataka tukae, maana kuna yaani gari ya wazi ambayo yu kuna nini, uh, turubai. He, turubai, lakini ile turubai iko nusu, kwa hiyo yu kuna wengine walikuwa kule wengine wako sa, wengine hali ya hewa ile, kuna mwingine alishikwa na pumu mona, akawa anashindwa hata kupumua. Kuna wengine wako kule, wana imani hivyo, kwa hiyo wakaomba, mnatakiwa kukaa huko huko, hmm? Kwanza hata hiyo gari nyingine ikija, takiwa iziwe kote mona, kwa hiyo alikamae basi. Baada ya hapo mwingine akani akawa ananihoji akaniambia, kwa nini umeenda pale? Nikamwambia mimi naenda kikazi. Ah wow, unafanya yapi? Nikamwambia basi. Kwa hiyo akawa amejua pale kama mimi ni mwandishi. Nafikiri kuna mwingine kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, e, walisha nipiga kwa kweli, alinipiga kwa ali, kwa kweli yani nilishikwa na hasira, nikawa nalia kwa hasira, yani sili kwamba naogopa mimi sikuwa na, na hofu, lakini nilikuwa nalia nalia kwa hasira. Kwa nini alipige na mimi niko kazini, afu ukizingatia sijafanya chochote. Mbona eh? Sijafanya chochote, hawajaniambia ni sikuwa mbishi. Mbona eh? Kwa hiyo wakati mwingine ili jeshi letu leo linaangalia kiukweli. Mbona? Sawa. Pole sana Grace. Nashukuru sana. Shakwa ndo kazi. Kabisa bwana mtazamaji wa Niko sawa. Niko sawa. Naweza kapozi. Sasa huyu nimeacha simulizi ili mlipate kwa ukamilifu. Mwandishi wa habari mwenzenu ni, ni mtu ambaye kwenye taarifa ya jeshi la polisi la watu kukamatwa hajatajwa kabisa. Kwao ni kama vile polisi imejificha kuwa hakuna mwandishi aliyekamatwa, lakini kibaya zaidi, ameeleza yeye mwenyewe amepigwa amechaniwa nguo na alizungushwa maeneo mbalimbali. Huyu alikuwa pamoja na Elizabeth Mambosho kwenye gari moja, kwao walipelekwa Tazara wakapelekwa stakishari wakapelekwa vingunguti wakapelekwa kirwaroni wakapelekwa kurasini wakapelekwa central police na baadaye wakaja kumwacha tu maeneo ya upanga kwa ni ushahidi kwamba polisi walimkamata walimzungusha kwenye vituo vya polisi wakamwacha waka tu wakamtelekeza alafu polisi wanasema kwamba hakuna aliyekamatwa hakuna hakuna aliyepigwa achia hiyo video kidogo sasa hili ni kundi ambayo yuko mheshimiwa Ngoto yuko Mwaipaya hapa sasa. Hapa ndio kwenye poli la Bagamoyo yule mwanachama nilimtaja mwanzoni, huyu hapa mnamuona, aliingizwa kwenye gari la polisi. Kitendo cha huyu kuingizwa na na gari la polisi na kulikuwa kuna watu wengine na, na kitendo cha kuwaona Pambalu na Mwaipaya kwenye gari la polisi ni ushahidi wa kwamba walichukuliwa na jeshi la polisi. Atakuja Pambalu atasimulia walipochukuliwa walipelekwa wapi lakini mwisho wa siku walizungushwa, walifanywa yote waliofanywa, na wakaenda kutupwa kwenye pori la la Bagamoyo. Hapa ndio wako kwenye pori la Pande Bagamoyo. Naweza kuachia kionyesha, damu hizo wamepigwa, wameumizwa, wanaomba msaada. Sasa hiyo video ile sambaa. Sasa idadi yote hii ya watu haikutajwa kwenye taarifa ya polisi. Hakuna hata mmoja wao ambaye taarifa ya polisi ilimtaja kwamba amekamatwa, taarifa ya polisi ilimtaja kwamba amepigwa, hata mmoja. Polisi iliamua kuficha ukweli kwa kutotoa taarifa ya watu waliokamata. Endelea achi hapa. Ni maeneo ya Ununio. Tukio hili Mheshimiwa ali Juma ambaye ni naibu katibu mkuu Zanzibar alisimulia kwa kirefu kwenye press conference ya tarehe 25, kilichowatokea na sasa, huu ni ushahidi wa video wakiwa Ununio baada ya kuwa wametoka maeneo ya pori. Picha hii ilipigwa na wananchi baada ya kuwa wamekushapigwa pigwa, wameshatupwa, wameshatoka eneo la pori, wameshapita kwenye kwenye mto uliokuwa na maji nusu, wameshavuka, wameshatoka. Sasa hapa wako maeneo ya watu ya wema wakapiga hii video kwa ajili ya kumbukumbu, ni ushahidi kwamba walipigwa na kutupwa kununio. Sasa hili kundi lao, huyu ni makamu mwenyekiti Zanzibar, ah, Mheshimiwa Saidi Mzee, ili kundi lao walipokamatwa na polisi, kwa sababu hawakukamatiwa pale Kisutu mbele ya mbele ya mahakama, walikamatiwa pembeni kidogo ya mahakama kwenye kile kituo cha mafuta upande wa upande wa kushoto wa mahakama, kuna petrol station pale walipokamatwa hawa, kuna tukio ambalo jeshi la polisi lilifanya ambayo kwa kweli liliashiria walilenga kuficha ukweli wa kilichotokea. Kundi lote la watu wote hawa ambao tutataja orodha yao ya majina walipigwa na kulazimishwa watoe password za simu zao, na polisi wakawa wanafuta kwenye simu moja moja kumbukumbu kumbu zote zilizorekodiwa, ikiwemo kumbukumbu kumbu za mpiga picha mmoja anaitwa Nasri alikuwepo eneo la tukio, na yeye alipigwa, amevunjwa mguu, wakafuta kumbukumbu zote ili kuondoa ushahidi wa mambo yaliyotokea pale kwenye kituo kituo cha mafuta pembeni ya ya ya ya ya ya mahakama ya Kisutu. Naweza kuachia. Haya ndio sehemu ya maji ambayo lazimika kuvuka. Shukrani kwa wanahabari. Hizi ni sehemu sehemu ya videos ambazo zinatoa ushahidi na ushuhuda wa kwamba watu walikamatwa na watu walipigwa wali na jumla ya watu ambao walikamatwa na kupigwa ni watu ishirini ishirini na na tano kwa ujumla. Tutarudia tu kutaja majina kwa sababu ya hatua ambazo tutataka ziendelee kuchukuliwa ili iendelee kuwa kwenye kumbukumbu kumbu. Watu wafuatao walikamatwa na kupigwa Nitataja majina tu bila kutaja hali zao za, za vipigo na maeneo walioumizwa: Johni Pambalu, Pendo Jonas Kileo, Elizabeth Mambosho, Twaa Mwaipaya, Noeli Hema, Saidi Mzee, Ali Juma Tito, Kitalika, Lucas Ngoto, Peter Alex, Emmanuel Severin, Robert Nelson, Mazingo, ali Omar Ismail, Bwire Nyangero Bwire, Con Francisco Musa, Emmanuel Modes Munihawa, Nasri Said, Omar Othman Toto, Idi Ramadhani Kilongo, Rafael Makala, Shaban Kirita.